New Zealand imeanza mwaka 2026 kwa sherehe za mkesha wa mwaka mpya zilizoongozwa katika jiji la Auckland, ambapo fataki zimerushwa kutoka Sky Tower, mnara mrefu zaidi nchini humo. Tukio hili limefanya Auckland kuwa miongoni mwa miji mikubwa ya kwanza duniani kukaribisha mwaka mpya, licha ya mvua iliyonyesha na kupunguza baadhi ya shamra shamra. Onyesho la fataki lilifanyika katikati ya jiji likivutia maelfu ya wakazi na watalii waliokusanyika katika maeneo ya downtown, kando ya bahari, na sehemu za juu za jiji. Mvua iliyonyesha katika nyakati tofauti haikuwazuia watu wengi kushuhudia tukio hilo, huku anga likiangazwa na rangi za kuvutia kutoka juu ya Sky Tower. Maafisa wa jiji walisema usalama uliimarishwa na huduma za usafiri wa umma ziliongezwa ili kuhakikisha wananchi wanarejea salama majumbani mwao. Wakazi wengi walieleza furaha yao na matumaini mapya ya mwaka 2026 wakisema sherehe hiyo, licha ya hali ya hewa, ilikuwa ni ishara ya mwanzo mpya wa taifa na kwa jiji la Auckland.